Na mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, jina langu ni Ezra John na ripoti kutoka viunga vya shule ya sekondari Ngara ambapo mafunzo kwa wasimamizi wakuu na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 ya mwezi huu wa Oktoba 2025 kwa ajili ya uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani yamefanyika na hapa msimamizi wa uchaguzi jimbo la Ngara ndugu Constantino Msemwa alikuwa na haya ya kuzungumza, akitoa rai kwa wasimamizi hao ambao watatakiwa kushiriki katika zoezi zima la uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo, nachukua nafasi hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni taratibu miongozo, pamoja na maelekezo yatakayotolewa na, ya, ya na tume. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo: mosi, someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayoendelea kutolewa na Tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine, pengine yatakuwa changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi ya uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali mbali, ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili muhimu. mbili. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. tatu. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Nne, hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjakwenda navyo vituoni. Tano, hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura kufika yaani saa moja kamili asubuhi kwa vituo vya uraiani na kabla ya saa mbili asubuhi kwa vituo vya magereza na vyuo vya mafunzo. Ndugu washiriki wa mafunzo, jambo la sita ni kwamba ninyi ndiyo watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. Saba, kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa magereza na mratibu wa chuo cha mafunzo pale ambapo ushauri utahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. Nane, kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo kwa watendaji wa vituo vya kupigia kura ya mwaka 2025. 9. Mwisho, kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakiki, mnavitunza, na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo,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 Mimi ni Ezra Joni na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV.